Si ndio tufanye refresher course kwa sababu kila leo sheria zinabadilika. Hawa ni baadhi ya madereva ambao pia wanasafirisha korosho kutoka maeneo tofauti tofauti na kuzileta hapa Mtwara. Kwa mantikio basi, RSA Tanzania umetua hapa kwa lengo la kutoa elimu kwa madereva hawa, na hii kutokana na mabadiliko ya mara kwa mara ya sheria za usalama barabarani ambapo madereva wa malori hapa nchini wameshauriwa kurudi shule ili kujifunza zaidi na kuwa na matumizi bora ya barabara. Wito huu pia umetolewa na mabalozi hawa wa usalama wa barabarani walipowatembelea madereva hawa na kuweza kutoa elimu namna gani ya kuweza kuwa madereva bora pindi wanapokuwa wanatumia barabara. Tulio wengi sana labda sijui kwa sababu ya mtaala ulivyo au vipi, huenda siwezi kuingia sana huko mwingine, ukimuuliza atakuambia, Kazi ndugu yangu, hizi zenyewe za kubahatisha. Mimi niache gari ya watu wiki mbili, niende nikasome, nikirudi namkuta mtu mwingine pale. Hayo nimeyasikia. Au sivyo ndugu zangu? Lakini wengine wanasema hivi, umri huu mimi miaka hamsini na tano miaka sitini, ukaniweke tena darasani nianze kuandika pale? Mzee, nimekaa barabarani zaidi ya miaka arobaini, huko sijawahi hata kumkwangua mwenye baiskeli. Leo kaniambia, nende nikasome kweli? Kwa hiyo hapo malalamiko mengi mengi mengi sana. Lakini yote haya yanachukuliwa. Lakini je, sheria inasemaje? Tukirudi kwenye sheria yetu ya usalama barabarani inasema ili wewe tukupasishe, uwe driver manake lazima ufaulu. Uwezi tu. Ingekuwa ndio hivyo kila mtu angekuwa anakwenda kwa anachukua leseni huyu bwana ukifika pale ukimwambia nataka leseni, haa, ingia huko basi, andika majina yako tunakupa leseni. Ingekuwa vurugu huko barabarani. Haya tu yanayoendelea, nyi wenyewe nye mashahidi mmeona. Tuna vijana wanatufanyia vurugu barabarani, malalamiko yapo. Unaweza ukatembea vizuri dreva, lakini akaja mtu tu akakusababishia ajali, au sivyo? Sasa ndio maana tumeweka utaratibu, na ili utaratibu ufuatwe, basi pia tunahitaji kupata ushirikiano kutoka kwenu, kwamba jamani, tumeweka utaratibu sasa hivi, madreva twende tukasome, na tunakwenda kule ili tujifunze. Kila leo sheria zinabadilika. Sheria usalama barabarani hii ya mwaka sabini na tatu lakini kadiri miaka inavyokwenda inafanyiwa marejeleo, hakuna tunachojua, na ndio yale baadaye tunakuja kuwa na changamoto, tunashindwa wapi pa kuanzia. Kwa hiyo kwanza tutoe ushirikiano, tuone kwamba ipo haja ya kwenda kufanya refreshment, tufanye refresher course, si ndio eh? Tufanye refresher course kwa sababu kila leo sheria zinabadilika. Hivyo basi mimi naomba nigusie mambo mawili matatu, lakini kabla ya yote naomba nianze na kauli mbiu ya nidhamu, haki; nidhamu, haki, weredi. Na weredi ni msingi wa nini? Wa mafanikio yetu, wazi. Tukiwa na nidhamu, ina maana kwamba tukafuata haki, sawa, tukawa weredi, tutakachokivuna ni nini? Ni mafanikio. Mimi kama dereva nina kila wajibu wa kujua gari langu likoje, nina kila wajibu wa kujua necha ya kazi yangu inanihitaji nini. Hivyo basi, naomba nianze kutoa elimu upande wa usalama barabarani, nikianza na upande wa elimu dereva. Siku zote anapaswa ili tuseme kwamba huyu ni dereva, ameingia darasani, amesoma, amefaulu, ana cheti, alafu anapata uthibitisho wa nini Leseni, kwamba huyu sasa ni dereva. Na ndio maana huko barabarani, askari kitu cha kwanza ili kukutambua kwamba wewe ni dereva, atakuomba nini? Leseni. Lakini sidhani kwamba utatembea na vyeti vyako wazi, utatembea na nini. Hivyo niwatakeni kwamba leo hii tunakwenda, tumekwenda kwenye mfumo mpya wa leseni. Leo hii tumekategorize kwamba wewe mwanzo ulikuwa na leseni zilikuwa zinasoma A, B, C, D mpaka jina na E huko lakini, leo hii tumekwenda kwenye mfumo wa kuspecialize, kwamba mimi nimespecialize kutembesha lori, si ndio? Basi nenda darasani ukapewe madini ya nini ya lori. Mara baada ya kuelezwa umuhimu wa kurudi shule, madereva hao pia walipata nafasi ya kutoa machangamoto zao wanazokutana nazo pindi wanapokuwa barabarani huko, na kubwa zaidi hapa wanazungumzia swala zima la wao na askari wa usalama barabarani hali ipo kwa namna ipi? Kwamba madereva wa malori tunaweza tukaona kama sisi ndio watumiaji wa barabara, sio kweli. Elimu itolewe kwa watu wote, watu wanaotumia, watu barabara, waenda kwa miguu, watu wa bajaji na pikipiki. Kuna siku moja na reference ya video pale magomeni pale, mimi nilikuwa niko kwa nyuma bodaboda boda, ametoka alipotoka kule na mwenzake ametoka napo, yaani yule ameenda kuyuta ghafla wakapata ajali na hisi moja alifariki pale pale. Je, hao watu wanatakiwa na wao elimu itolewe? Yaani, kama mnavyotupa sisi elimu hapa, watoke pia, mkae kwa watumiaji watu wote, watu wa barabara wapewe elimu kwamba, bwana, unapotoa unapovuka ba, barabarani, vuka kwa namna hii. Naitwa Rajabu Selemani, ni dereva lori, truck driver. Mimi na vitu vitatu nataka niviongee kwa DTO tuviweke wazi na tuweze kupewa mwafaka kunapotokea kwa mfano. Kama sisi madeva maloli, mara nyingi ni wadereva ambao tuko makini kuliko dereva wa basi. Tanzania nzima inajua. Lakini basi linaweza likaingia nyuma, lakini anapisia anaweza akaja pale akakwambia dereva lori ndo anakosa. Niliona siku ile Mlandizi na mimi nilikuwa naenda Rwanda. Dereva basi katanua huku, kuna gari limekufa, kaenda kuingia kwenye loli, basi abiria wakatokea mbele wengine wakaumia, lakini pale kesi karudi kwa dereva lori kwamba yeye ndo anakosa. Sasa mimi nimeona kitu diversion pale au breakdown ipo pale, nimepunguza mwendo, umeingia nyuma mwenyewe, mimi na nihusu nini? Na katoe mwenyewe, unaona kabisa mbele kwamba pale pana gari imekufa. hiyo ni moja. La pili, unakuta askari anakukagua tena. Blaza, hii fikisha kabisa kwa vijana wako, mtu anakukagua barabara, sio rafiki. Umepiga shimo, tai imekata swala mfumo wa umeme unahusiana vipi na dereva eh, anakuambia balbu imekufa nataka nikuandikia cheti kimoja. Kuna makosa mengine ya kumwelekeza mtu balbu imeungua imeungua, basi basi haina shida nazo, naenda dukani nafunga balbu, cheti cha nini? Balbu nauzwa shilingi elfu tano uenda, sijaiona nimekesha, na gari za loko nyingi zinatembea 24 hours za transit, sio swala la kiusalama, alafu na habari ya mzigo umesema unaweza ukaendesha gari kafika muda fulani ukapumzika, lakini tuna changamoto sana uwaisha mzigo kwa wakati tajiri anavyotaka, na haswa madalali wanatuumiza mno, kama ufiki kwa muda atapewa mwingine gari. Na mmoja alizungumzia swala la, la muda kwamba tunaambia kwamba madriver basi tujipe muda wa kupumzika, si ndio? Lakini mkasema kwamba tajiri anakushurutisha kwamba mimi gari yangu iende ishushe iwai kurudi, au sivyo. Lakini na yule mwenye mzigo wake kule, ambaye umeubeba wewe, ngano, mchele, anakwambia wateja wamekaa hapa, wananisubiria eh, lete gari hilo haraka ili nini? Ili tushushe. Sasa sisi tunaamini udereva ni professional, udereva ni professional. Shida kubwa tuliyokuwepo nayo niwaambie, sio kwamba nawatukana ndugu zangu, kwamba tunashindwa tu kujitambua sehemu ndogo sana, kidogo tu kama tutaamua kujitambua, kama tutaamua kuungana pamoja, likawa letu hili basi, mi nawaambia hakuna mtu atayewachezea madreva katika nchi hii, kwa sababu bila ya wewe, shughuli zote zile nyingine haziwezi kwenda. Nimezungumza hapa kwamba yule ambaye anataka kula ngano, anataka kula unga, kula ugari pamoja na mchele, hawezi yule kula bila ya wewe kufikisha ule mzigo. Sasa kwa nini tusitambue thamani yako wewe, dreva? Askari amefika mahala, anajua kabisa kwamba ili gari, si ndio? taa imeshafanya imeshafanya imeungua, si ndio? Na imani mimi pale ni busara ya askari mmoja mmoja, siyo wote, ambao ukikutana nayo anakuambia taa imeungua, akakuandikia faini wazi wazi, jamani, dio. Kwa sababu ile kitu kitaalamu tunaita ni makeniko nini, defect. Makeniko ni kitu ambacho kinaweza katokea, kama kupiga chafya, lakini pia kuna barubu unaona kabisa kwamba huyu mtu barubu iliungua, si ndio? Labda ameitoa kabisa, si ndio? Kwa ina maana kwamba anajua kabisa kwamba gari yake haina nini. Kwa hiyo mazingira pia yanaweza kadamaini askari akaona kwamba wewe unafanya kosa la nini na makusudi, si ndio? Kwa sababu endapo kama barubu umeitoa kabisa, si ndio, ina maana kwamba hujarejesha barubu, ina maana kwamba tayari wewe unajua kwamba gari lako wewe unaendesha, walioko mbele, walioko nyuma, huna mpango wa faili. Naam, tumekwisha fika tamati juu ya taarifa hiyo. Umekushasikia hapo, kile ambacho pia umekisikia kutoka kwa mabalozi wa usalama wa barabarani, kwa maana RSA, lakini pia umesikia madereva kile ambacho wamekizungumza, haswa swala zima la changamoto ambazo wao wanakutana nazo na tayari zimekushabebwa bebwa na zinaweza kufanyiwa kazi. Mimi sina la ziada kutokea mtaa huu ambao pia unaona malori haya yapo hapa, watu wako biza na kazi, sina la ziada. Naitwa Faruku Ngonyani na hii ni Faruku Online TV. Bye bye.